Waziri Mkuu wa zamani wa Kenya Raila Odinga amesema ya kwamba hali nchini Sudan Kusini inahitaji mwingilio wa haraka wa jamii ya kimataifa. Akihutubia mwanahabari jana Jumamosi, Raila alisema ziara yake nchini humo kama mjumbe maalum wa Kenya kwa kujaribu kutuliza hali imeafikia utambuzi wa mbinu za kushughulikia hali hiyo. Haya yanajiri wakati ambapo uhusiano kati ya Rais Salva Kiir na mpinzani wake wa muda mrefu ambaye pia ni makamu wa kwanza wa Rais Riek Machar unazidi kuharibika. Alisema mazungumzo yake ya muda mrefu na Rais Kiir yatafichua kwamba Machar amewekwa katika kifungo cha nyumbani huku uchunguzi ukianzishwa kuhusu jinsi ya mgogoro wa hivi punde. Mgogoro huo katika eneo la Nasir mwanzoni mwa mwezi huu wa Machi, kati ya jeshi la Sudan Kusini SSPDF na kundi liitwalo White Army, uliongezeka kusababisha mauaji ya mfanyakazi wa shirika la Umoja wa Mataifa na afisa mmoja wa jeshi kuu. Raila amesema kwamba ataandika ripoti kuhusu mawasiliano yake na Rais Salva Kiir na mwelekeo ibuka wa kuafikia amani ya kudumu nchini Sudan Kusini. Alipotoka Sudan Kusini, Raila alienda Entebbe, Uganda, kwa mazungumzo na Rais Yoweri Museveni huku akidhihirisha imani kwamba amani inaweza kupatikana nchini Sudan Kusini.